Lakini pia tunatoa zawadi kwa yule dada ambaye amefanya vizuri kwa mwezi huo. So guess who is dada wa mwezi wa tisa jamani? Si mwingine ni Dada Zarina wa madam hapa ambaye tumepata uh, sifa zake kede kede, amezielezea bosi wake jamani. Dada hey, dada ni Dada Zarina yule ambaye amemwangalia mtoto vizuri, ambaye alisafisha jiko bila kuambiwa, ambaye alisafisha vizuri sufuria. Dada Zarina woye. Jamani pigeni makofi, acheni uchoyo. Tena hizi zawadi huwa zinapatikana zina kwa smart na professional. Eh, hey, mara chache hey, sana kwa mara sana kwa traditional. Kuna like traditional mmoja aliwahi kupata, nimemwona dada Jovita, upo. Haosha ondoka wewe ulipata eh? Eh, hey, yani mpaka namkumbuka. Huyo ndio alipataga dada wa mwezi na amemaliza mkataba wake. Ongera sana dada Zarina. Hatimaye, baada ya sifa nyingi ulizopata tulizopata, kituo kimekupa uh, tuzo ya dada wa mwezi. Asante. E, tunatoa tuzo hii kwa dada ambaye amefanya zaidi ya matarajio ya kituo na mabosi pia, na bosi wako ndio amekuwa anatupa hizi sifa, manake bila bosi wako, si tusingejua kama unafanya vizuri kazini. Kwa hiyo ongera sana. Asante. Nafikiri nimesha kwambia pia ku, wakati tunaongea hapo nyuma kwamba jitahidi sasa, ukimaliza mkataba wako mshahara wako utabadilika, sawa. E, endelea kupambana endelea kufanya vizuri. Kituo sasa ukishinda zawadi inakuwa ni tunakupa laki moja, si ndio? Ah, na wengine hapa kama mnataka kumpa maua yake kidogo, msio achoyo, mna mishahara mje mfanyeje, mnasema mfanyeje, mje mchop <laughs> mtunze mwenzenu e, sawa. Basi yeye atatumiwa laki moja na kituo. kuna kingine? Hapana, zaidi sana Z ya ma madam wako ameshaongea kitu cha zaidi, ambacho mi nataka tu kukazia ni kwamba hii ikupe motivation. Laki moja sio hela nyingi, ni hela ndogo, lakini nafikiri, wewe, umejisikiaje? jinsi ulivyosifiwa toka mwanzo, umejisikiaje? Nimejisikia vizuri. Umejisikia vizuri eh? Ndio. <laughs> Zarina anafurahisha Zari. Jamani ile recognition ni muhimu sana. Si ndio? Nafikiri hata wengi mnapenda bosi wako appreciate kazi uliyofanya eh? Si kuna kitu unajisikia? Yeah, kwa hiyo hii ni appreciation kwake ya kumpongeza ajisikie vizuri, lakini sisi kama kituo tunampa hiyo token kidogo ya laki moja lakini pia iwape motisha na nyinyi muweze kupambana kwa sababu anakoelekea huyu mshahara wake utabadilika. Ndeja. Kuna watu wanakoelekea huwa tunawafukuza kazi hapa. Bosi wako akilalamika mara mbili mara tatu tunambadilishia dada na dhamana unakosa, si ndio? Unakosa hela, unakosa kazi. Lakini ukipata sifa kama hizi unapata kwanza, unajisikia vizuri na hivyo ni vitu ambavyo tunaita ni priceless. Hilo neno sijui kwa Kiswahili linaitwa yaani havina yani thamani yake ni juu, haina sio ya hela ku, yani. Kwa yani we, mtu kukusifia jambo ambalo kutokana na juhudi zako kuna kitu unajisikia ambacho hela inunui. Alafu hela inakuwa ni bonus. Umeona sasa? E, lakini uki ukifukuzwa kazi unajisikiaje? Unakosa hela na kujisikia kwenye na maradhi juu. Unajua mwili unazalisha vitu ambavyo vitakupa maradhi eh? Ndio maana watu wenye ma stress wanaumwa. Kwa sababu e, sio kuna vitu vinazaliwa kwenye mwili vinasababisha makansa, manini manini hivyo. Lakini ukiwa na furaha unakuwa kijana kama Superman hapa. Mm, si ndio? Ndio. Eh, mimi hapa mama yenu wengine hapa, lakini bado naniona kama kabinti eh. <laughs> hey, si usiruhusu stresi. Kwa nini? Nachapa kazi zangu vizuri. Kuna watu huko hawanipendi, lakini wanakuja kuchukua huduma hapa. Kuna wadada wanakuja hapa, kwa sababu gani? Mi nimejipanga. Ana shida ya hela, anataka kazi, na superwoman ana kazi zimesimama, si anakuja hata kama anipendi. Eh, hey, haji kwa sababu sijui anataka superwoman. Ah ah, nimemtengenezea mazingira mazuri. Kuna bosi anipendi lakini hey, angalia, anasema na yale makucha yake, lakini anasema lazima niende kwa superwoman, lazima niende kwa superwoman. Kwa nini? Nimenyooka. Wadada wangu, naambia muwe na hofu ya Mungu, nendeni mfanye kazi kwa uaminifu, kwa uadilifu, chapa kazi. Kuna bosi hataki mdada mwenye sifa hizo, anakuja. Kwa hiyo fanya kazi mpaka mtu ashindwe namna ya kukukwepa. Yani apende aspende, anakutafuta atakuja. Yani anataka, atake asitake. Yani kazi yako nakwambia, uki ukiipenda kazi yako kaifanya vizuri, yani hata maadui zako atakuja. Ndiyo hiyo yani siri. Mimi nasema akiwa anataka atakuwa anataka tu, hata kama akiwa hataki atataka pia. Ndio hivyo. Kwa hiyo mimi, kwa kifupi hiyo ndio siri. Yani hiyo ndio siri mi najua dada wote amje hapa kwa sababu nanipenda kiu kweli. Najua tu mnavutwa na mfumo tulioweka ambao unawapa nini? Unawapa nini? pesa. Nendeni mtaani huko, wadada, elfu hamsini mshahara, si ndio? Amesogea sana laki 80 70. Lakini kwa superwoman ni huku mpaka laki tano. Watu wamesoma wana madigrii huko hawana ajira, lakini kazi za ndani huku kuna mishahara mikubwa. Kwa nini hawa mabosi wako tayari? Kwa sababu tuna yani, tunawatetemekea kujua shida zao. Unamwambia chukua huyu dada, utaona shida zako zote zinaisha. Na kweli, ukimpa professional, shida zake zote zimekata. Anawaleta na marafiki zake sio kwa sababu anatupenda, kwa sababu shida zake zimefanyaje, zimeisha. Presha yote ya wadada imeisha, siku hizi ana, ana shida tena na na mambo yanayoitwa wadada wa kazi. Rafiki yake akimuuliza, ndugu yangu vipi, mbona siku hizi siku hizi? Anamwambia naenda kule kwa Wadada Center. Mbona mimi nimeenda sijui nini? Anakwambia ni huyo, wale wamenyooka, huyo dada ndio mwenye shida. Na hiyo ndio brand tuliyoijenga. Wewe dada, ukitaka kwenda kutuharibia, utuharibii ngo? Si tushajenga brand yetu? Hmm, watu wanajua kabisa wewe ndio wewe, hmm, ndio kivuruge lakini kituo chetu kimenyooka kimesimama kama superwoman alivyonyooka na kusimama mpo, mpo. Siri ndio hiyo jamani, siendi kwa mganga, labda Yesu. Tu Yesu ninaye moyoni, ila nataka na pesa. Wapi eh? Hey, pesa mfukoni. Yesu mwenyewe akukaa kizembezembe, <laughs> si ndio? Ah, we, we watu elfu tano wamewalisha mikate mpaka imebaki. Alikaa kizembe huyo. Sasa kwa nini mimi nikae kizembe? Niseme nina Yesu afu nina maisha magumu. Hamna. Kwa hiyo nyie mnapata hela na mimi napiga hela vile vile. Habari ndio hiyo. Kwa hiyo jamani, twendeni tukafanye kazi, twendeni tukafanye kazi, twendeni tukafanye kazi, tukafanye yani fanya kazi kama yani kama punda. Fanya kazi kama punda utaona, yani we, hela zitakuwa shida zako sio? Tunaelewana? Ndio hela zitakuwa, piga kazi utakuja kunishukuru. Haya jamani Mpe Zarina hela yake. Kwa wale ambao sasa mko tayari kuondoka, sisi tunawaruhusu, si wameshakula kula, imshapata lunch jamani. Haya madam, tunakushukuru sana, Mungu akubariki. Tutafurahi kukuona, michango yako ime... imeshiba e, karibu sana dada, nenda kafanye mambo na imani. Leo tumekuchochea ukienda kule, yani madam atazidi kufurahi, sindio? Sindio? Haya, sawa, asante sana madam.